takuwa na mengi kwa sababu wengi wamesha yaongea sana na vizuri na wanafunzi wangu wamehubiri ya kutosha, hivyo napenda kushukuru kwa yote Mheshimiwa sana Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa ambaye ni mgeni rasmi katika tukio hili Mheshimiwa Askofu Eusebio Tinzigirwa makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki ni Tanzania na askofu wa jimbo la Mpanda Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Mwashamu askofu mkuu Angelo Anjela Akatino, ubalozi wa Vatikano nchini Tanzania, Mwashamu baba askofu Jovitus Francis Mwijage, askofu wa jimbo la mikoba, Mwashamu askofu wakuu, Mwashamu askofu, waheshimiwa viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali, kwa namna ya pekee ndugu yangu na rafiki yangu Alhaji Haruna Kichwamuta pamoja na viongozi wengine wa dini, najua askofu uketo mtara yuko safari, lakini yuko umwakichi wake na wawakici wengine ambao wapo. Mheshimiwa sana na mpeba wetu Haja Fatima Abubakar Mwasa, mkuu wa mkoa wetu wa Kagera, na pamoja nawe, nawamtambua mkuu wetu wa wilaya ya Bukoba Bagasima, na wakuu wa wilaya wengine wote na nawatambua wabunge wetu wote naona wako hapa, wajuba la Mkoba, asante sana kwa kufika, na watambua wa na viongozi wetu wa serikali ambao wako hapa, wale wa ulinzi na usalama ambao wanatupa urembo wa kuwa hapa pamoja nasi, tunawashukuru sana, na viongozi wote wa serikali ambao wako hapa, waheshimiwa, mapadre, watawa na waamini wote, ndugu na rafiki nyote ambao mmefika hapa, Kristo, niseme nini nitamke maneno gani katika kutoa shukrani zangu kwa sina dingine, shukurani. Shukurani zangu Mungu sina nyingine ila kutoa shukrani na neno langu ni la shukrani. Shukrani za kwanza ni kwa Mwenyezi Mungu mwenza yote ambaye amenifikisha siku ya leo na kunipa yote nilionayo na kuniwezesha kufanya hayo madogo iliyoweza kuyafanya kwa miaka ishirini na mitano kama askofu na miaka hamsini na tatu kama padre. Kawaida hagua kuwa mapae tunahangaika na kujifunza sana kuwa mapaze. Ndiyo sababu wakati naadhimisha miaka hamsini ilikuwa ni rahisi sana, lakini uaskofu unapewa bila maslahi yako, ila Mungu anakutwika hilo jukumu uweze kulifanya, na ndiyo sababu tunakuwa maaskofu na ulazima wa kulifanya kwa unyenyekevu, kwa upendo tukijua kwamba sisi ni watumishi wasiostahili. Zamani askofu alipokuwa nasari peke yake alipokuwa barei ya kuombea askofu jimbo alikuasiwa na mimi, ingawa sistahili, kwa kweli hatustahili, lakini Mungu anastahilisha, na hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu katika miaka ishirini na mitano kama kuna chochote na kile nilichoweza kufanya ambacho kiliweza kusaidia, na naomba radhi kama alivyosema mhubiri na msamaha pale popote pale ambayo nimekosea au nimewaudhi watu. Pili, baada ya Mungu, katika wakati huu napenda kukushukuru wewe Mwadhama Polycarp Pengo ninapoadhimisha miaka yangu ishirini na mitano ya uaskofu kwa sababu ni wewe uliopendekeza jina langu. Ni wewe kushirikiana na maaskofu wengine uliyewekea mikono. Mmefanya pamoja nawe na chini yako kwa miaka kumi hivyo kalifunza kuwa askofu pamoja nao. Ni wewe ulinifundisha kuwa askofu kutoa upadrisho kibaimara, na mambo mengine mengi hata kabla ya hapo kisa, mkwa mkwa askofu. Mkwa askofu, mkwa kalifunja, kalifunja, kwa zaidi ya miaka tisa nikiwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu, ukiwa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Ni wewe ulikuwa mwangalizi wa karibu wa baraza hilo, hivyo nashukuru sana na ni heshima kubwa sana Aa, umeweza kuwa pamoja na sie, asante sana. Nakumbuka nakumbuka vipokuandikia barua ya kukombo ya kukambia ukasema, iee ee napata inavomeza niwepo, na umekuwepo, na umekuwa nao kwa siku nne ia jana, kwa siku nne tuko pamoja nawe, tumefiki pamoja nawe, tumeongea mengi pamoja nawe, asante sana baba, Mheshimiwa <coughs> waziri mkuu Kassim Majaliwa ya Majaliwa bila kusahau kwamba e umekuwa kwa muda mrefu mkuu wa mkoa wetu wa Kagera. Baba mama haja huyu ni mkuu wetu wa Kagera na hawezi kukwepa hilo, hivi aendelee kutolea, na tunakushukuru umekuwa kwa moja nasi, nimekutana nayo hapa Kagera mara kadhaa, na umetusaidia umefungua na kanda kitu cha maji ambao tuko tunahangaika, hata na kodi njeni halikweli, tunao tuna nidokeze hiyo kweli, lakini tunaendelea kuhangaika na kwenda mbele. Hivyo tunajua kwamba umekuja leo na wewe utatusaidia na mambo mengine hivyo kutoka kwako. Tunakushukuru sana, na nina furaha kubwa sana kwamba katika miaka yangu sio tu ishirini na tano, katika miaka yangu 35 tangu niwe katibu mkuu nimeshirikiana kwa karibu sana na serikali nikitumikia katika hata kamati zenu mbalimbali, nikitumikia katika vitengo mbalimbali na nimekuwa na bahati ya kuwajua maaskofu wote wa, wa Tanzania. Askofu Nyerere nilimjua kisha staafu, lakini wengine ma, ma, ma, marais wa Tanzania ma, marais wengine walao nimeweza kufikiana nao wakiwa wa madarakani, wakiwa madarakani, hata wengine tukathubutu kuwaita rafiki. Na Mama Samia, bahati nzuri, nilijua miaka ya tisini, tukiwa sote bado wana harakati tunakimbizana, kijana mimi nikiwa padri pale naye akiwa mwanaharakati lakini anaingiaingia siasa siasa kidogo hivyo, nikamjua na hivyo nilikuwa rahisi hata alipokuwa rais kuwa karibu naye na, na kumshukuru na, ku, na kumpenda na kufanya kazi pamoja naye. Napenda kuwashukuru viongozi wote wa serikali mlio hapa kwa namna ya pekee mama yetu Hajat Fatima Abubakar Mwasa kwa kweli tunakupenda mama na nasema mbele waziri mkuu tunamhitaji. Baada ya watu wakee hapa, unajua satu ukwenda keye ni kwa sababu ni mama na anakuja na njia chanya juu ya Kagera, na hiyo ni muhimu sana, hata anavyoviambavia madeni magumu akimfuata baba askofu mwanafunzi wangu pale lakini bado anakuwa na aina ana chanya anaipenda Kagera, anafurahia na Kagera, anapenda ngoma ya Kagera siku hizi na kila kitu anakwenda kama Kagera. Kwa kweli tunakupenda sana mama, uwe pamoja nasi na uendelee pamoja nasi, na kwa kweli tunashukuru sana kila mara kuwa pamoja nao. Ninanuguzu sana mhashamu baba story timani, kwanza alinisomesha na akaniongoza kwa muda mrefu. Bahati mbaya kwa Dar es Salaam katika miaka yangu ya mwisho, kama alivyosema mhubiri, nilipata kiharusi, na kwa kweli pamoja na hayo nilikuwa kwa kweli juu sana, nilikuwa yani nimedondoka dondoka. Alikuja, nakumbuka alikuja alifuata kule ma, kule Masaki, akalala nyumbani kwangu na akaja na naoa kodekode kusema baba, kwa nini kijana wangu nkusubiri Bukoba na kwa hiyo niko tayari kurudi Bukoba na kwa kweli ndio karudi Bukoba na kaliba mapokezi kwa upendo mkubwa sana, na mba, ndio sababu baada ya kiarusi kile, leo mnaniona bado miaka kadhaa baadaye bado inaweza kupiga na kwenda mbele. <laughs> hilo diwezi kumsahau huyu baba askofu Nestor Timanywa pamoja na maaskofu ma wengine, lakini hasa kwa namna ya pekee ningependa huyo kumwongelea. Napenda kushukuru sana, sana kwa mabasi vitu France ndio. Sasa ni mwaka mmoja tunakushukuru sana kwa kutulea sisi maaskofu wastaafu. Najua tuko wawili maaskofu wastaafu na ndio ndio pekee ni ma, maaskofu wa wastaafu. Kwa kutulea vizuri sisi maaskofu wastaafu tunajisikia vizuri sana. Juzi tulikwenda kufungua nyumba ya Askofu Desiderius Rwoma kule Rubya ambayo tulikuwa tunahangaika nayo aya kaja akaimalizia vizuri sana sasa ataweza kukaa vizuri na sasa anafanya mazuri ya kupanda orofa ili aweze kuishi katika orofa aia <laughs> mimi sikutegemea kuadhimisha jubilee hii ya miaka ishirini na mitano baada ya kustaafu nilianzisha miaka hamsini vizuri sana na hii hamsini ilikuwa ikipitapita tu lakini baba mujaga akasema hapana lazima tuadhimishe hii na nashukuru sana, imekuwa jubilei nzuri na kubwa na nzuri sana. Hongera sana baba. Napenda kushukuru sana mwashamba uz wa baba mtakatifu baba askofu mkuu Angelo wa katino kwa kuwa pamoja nasi, ni heshima kubwa sana umetupa, tena ukaongea kwa Kiswahili kizuri sana hongera sana lakini katika kiasi